wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ajumuika katika maadhimisho ya miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Ruaha. Hamas ya mwachilia huru mateka mwenye uraia wa Marekani na Israel. Habari mtazamaji na mfuatiliaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msele. Taarifa hii ya habari unaweza ukaipata katika YouTube channel yetu at UoI Digital Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ta Dr. Philip Mpango amehudhuria katika hafla ya maadhimisho ya miaka 20 ya chuo kikuu cha Ruku kutoka kuanzishwa kwake. Mwanahabari wetu Lameck Kigae anaondani ya taarifa hii. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Mpango amesema kuwa anaipongeza jitihada za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha Samia Scholarship inayowasaidia wanafunzi wanafanya vizuri katika masomo yao ya sayansi, shule za sekondari za sayansi kila mkoa kwa ajili ya watoto wetu wa kike, shule za ufundi, kuongeza shule za sekondari na za msingi, lakini pia kufadhili elimu ya, ya juu. Na hapa napenda niseme juu ya upendo wa mama ameamua kuanzisha scholarship zinazoitwa Mama Samia Scholarship, lakini pia tunafahamu uamuzi wa serikali yake ya kugharamia elimu bila ada kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha sita na kadhalika. Aidha, ameongeza kuwa anaipongeza Kanisa Katoliki na taasisi nyingine za dini kwa kuendelea kutoa huduma za kijamii ikiwemo elimu. Serikali inatambua na kuthamini sana mchango na jitihada za Kanisa Katoliki na madhehebu mengine ya dini katika kutoa huduma mbalimbali za jamii ikiwemo elimu ili kuwawezesha Watanzania wengi zaidi kupata nafasi ya kusoma na kujengewa ujuzi na maarifa stahiki. Hata hivyo mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba amepongeza serikali kwa kuendelea kuboresha elimu kwa miaka mitano ambayo Daktari Mpango amekuwa katika madaraka akisaidiana na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia mheshimiwa makamu wa rais, nikushukuru sana wewe na serikali yako inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa sana mnaofanya kwenye elimu. Sisi watu wa Iringa tunajivunia na kazi kubwa ambayo ameifanya kwa miaka hii mitano katika kuboresha elimu kuanzia shule ya awali mpaka chuo kikuu. Naye mkuu wa chuo kikuu cha Ruku mwasham baba skofu lomanus miali amepongeza serikali kwa kuendelea kuiunga mkono kwa kutoa michango mbalimbali mbali ya kukiendeleza chuo hicho. Serikali imekuwa ikitushika mkono kwa namna moja au nyingine, na kushirikiana nasi katika kufanikisha kuwa chuo kinapiga hatua. Mfano mzuri mchango wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika jitihada zetu za kukamilisha mradi wa ujenzi wa kitivo cha afya katika jengo la Science Park. Chuo Kikuu cha Ruku kimeadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake na hivyo kumfanya Makamu wa Rais Dr. Filipo Mpango kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya sherehe hiyo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Iringa mimi ni Lamek Kigigae wa UoI Digital. Mwenyekiti wa masoko wa manispaa ya Iringa amewashukuru wanafunzi wa, wa chuo kikuu cha Ruku kwa kufanya usafi ambao umepelekea mkoa wa Iringa kushika nafasi ya kwanza na ya pili kwa usafi. Mwana habari wetu Gladys Wahenge anatujuza zaidi. Mwenyekiti wa masoko manispaa ya Iringa amewashukuru wanafunzi wa, wa chuo kikuu cha Ruku kwa kufanya usafi ambao umepelekea mkoa wa Iringa kushika nafasi ya kwanza na ya pili kwa usafi. Pia amewashauri wananchi kushirikiana na taasisi zinazojitolea kufanya usafi ili kuendelea kudumisha usafi na kutunza mazingira katika mkoa wa Iringa. Na shukuru sana kwa kazi njema mlioifanya hapa ya kutusaidia usafi kwa kweli, na hii inatusaidia sana, ndio maana mji wetu mara kadhaa umekuwa ukishika nafasi ya kwanza, ya pili kwa usafi katika mashindano ya e, manispaa. Kwa hiyo tumekuwa tukishika nafasi ya kwanza na ya pili, ya kwanza na ya pili kwa sababu ya ushirikiano ambao taasisi mbalimbali zinafanya. Kwa maana na kwamba leo umekuja nini kutoka Ruk ambayo ni, ni, ni chuo cha Roman Catholic. Tunawashukuru sana, lakini pia tumekuwa tukitembelewa na vyuo vingine kama Mkwawa, na taasisi nyingine pia zimekuwa zikifanya kazi na sisi kwa ajili ya kufanya usafi kwenye miji yetu. Wafanyabiashara wa soko kuu la manispaa wametoa pongezi zao kwa wanachuo juu ya maandamano yao ambayo yameonyesha ushirikiano wao na jamii inayowazunguka

Nao baadhi ya wa wanafunzi ambao wameshiriki katika maandamano hayo walikuwa na machache ya kuongea juu ya maandamano hayo. Maandamano ya siku ya leo nimeyapenda kwa kweli. Kwanza alikuwa na watu wengi, lakini pia nimeona watu wako amechangamka. Kila mtu alikuwa anaonyesha uwepo wake wakati mbalimbali walikuwepo. Maandamano yalikuwa mazuri kwa upande wangu kweli. Kwa kweli siku ya leo imependeza sana. Tumefanya usafi katika soko kuu na wafanyabiashara wamefurahi, maana usafi umeenda vizuri. Ni maandamano ya chuo kikuu cha Rukwa ambayo yamezidi mshindo hadi sasa myhuiaufaasatia aai Taarifa yake Grace Mahiri na tukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea na habari za biashara na uchumi skazoletokwako nasanga katika maonyesho ya bidhaa yaliyoandaliwa na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa idara ya biashara uchumi, katika ukumbi wa kiotahabu. Mgeni rasmi Isaac Patrick, mwenyekiti wa UVCCM tawi la Iringa mjini amewapongeza wanafunzi wote ambao na mali kwa kujiajili na kupambana ajila na tatizo la ukosefu wa ajira na kuahidi kuwa atawasaidia kupata mikopo inayotolewa na halmashauri mikopo ya vijana ambayo inahusu inassiivijana moja kwa moja kwenye mikopo ya vijana. Ipo mikopo ya aina mini kubwa ipo mikopo ambayo inatoa na Tanzania real real Company Funds na nenaifahamu ambayo hiyo serikali imeweka zaidi ya bilioni meeazebilionimoja Ukipita kwenye tovuti ya wizara ya viwanda na biashara unaweza kuiona na utaratibu kipa, okay. na hii inahitaji wale wabunifu ambao wanaanza na viwanda vidogo sawa, hiyo unaweza kuona, kwa hiyo hiyo ni kazi kubwa, au unaweza kuona kizi kigezo vya viwanda, lakini ipo mikopo ambayo sisi tunaisimamia ambayo mikopo tunaita mikopo ya halmashauri. Sawa. Mikopo hiyo inatolewa ndani ya mashauri yetu. Mmoja alikuwa anauliza hapa tukamwambia tuka wapi naotokea ofisi yako ilipo ni wapi? Leo wale ndugu zangu wa asali hawa. Wale ndugu zetu wa asali tulifanya wakapata mkopo. Sisi kama na ileo. Unaelewa? Eh, waliomba milioni 20 tukawasaidia, tunawasaidia wakaja kutusimika kani wakapata milioni 15. Na nafikiri mwezi Mwanafunzi Kashindi Shindanga wa shahada ya ujasiriamali na masomo kwa vitendo mwaka tatu Chuo Kikuu cha Iringa ameeleza namna anavyojihusisha na, na ujasiriamali wa kuchakata taka za plastiki na kutengeneza herufi na namba za kufundishia wanafunzi katika shule mbalimbali mbali na kulinda mazingira. Anajihusisha na uchakataji wa taka za plastiki ambazo zimezagaa ovyo huko mtaani tuna tunazi upgrade kwamba tunaziongezea kwa tuna thamani kwa kuzichakata, zn tunatengeneza herufi au namba. Hizo herufi zinakwenda kuwa na impact kubwa kwenye kuongeza learning ability kwa watoto wetu ambao wanasoma kwenye shule za msingi, lakini pia na wale wachekechea. Kwa upande wake Beatrice Robert ambaye pia ni mwanafunzi mjasiriamali wa bidhaa za uzi ameeleza kuwa maonyesho hayo ya biashara yaliyofanyika chuoni hapo yamemwezesha kujifunza vitu mbalimbali, na anawaasa vijana wengine kuweza kujiajiri. Hii pia ni fursa kwetu, kwa sababu mimi kama mimi napenda kufanya kitu kwa moyo, kwa moyo wote, kwamba ukifanya kitu ambacho unakipenda unakifanya kwa bora zaidi tofauti na ukiadhiriwa, kuna muda inaweza ikawa changamoto, unaweza kawa unafanya tu kazi labda kwa sababu tu limeadhiriwa, lakini ukifanya kitu ambacho unapenda unakifanya bora zaidi. Pia Alimidia Beni, mhitimu wa chuo kikuu cha Iringa, mjasiriamali na mwandishi wa kitabu cha ajila nje ya boksi, amewaomba vijana kutokata tamaa na kujiajiri. Tuseme tuache ile kwaliyo kuendekeza kwamba kitu fulani, sio kwa sababu sio vyangu, sio fani yangu, no, kitu kinawezekana. Ukijifunza unaweza. Mimi sikuwa msusi lakini mpaka sasa hivi naweza kusuka. Kwa hiyo kile hicho kitu kanisukuma sana mimi kupata mtikio mkubwa sana wa kuandika kitabu changu na namshukuru Mungu nimekitoa. Na vitu vingine vingi vya msingi ambavyo vinapatikana kwa hicho kitabu labda inaweza ikawa hofu ya vijana wengi sana. Kabla tujajadili, lazima unakuta tunajiuliza maswali kama yafuatayo. Swali la kwanza, unaweza kujiuliza hapa, fani gani itafaa kujiajiri na kupata mafanikio? Majibu yako katika kitabu changu. Shukrani sana Binti Sanga kwa habari za biashara na uchumi. Na sasa ni wasaa wa anga za kimataifa, na habari hizi zinatoka kwako na Muhamedi Kiswidi. Maafisa wakuu wa majeshi kutoka nchi za India na Pakistan wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja baadaye ili kujadili jinsi ya kusitisha mapigano hayo kati yao. Makubaliano haya ya kusitisha mapigano kati ya majirani hao wawili wenye silaha za nyuklia waliokuwa wakishambuliana usiku na mchana yalisimamiwa na nchi ya Marekani ili kumaliza mgogoro huo, ambapo siku ya Jumamosi Rais wa nchi ya Marekani Donald Trump alitangaza kusitisha mapigano hayo kati ya India na Pakistan, akisema ilikuwa ni wakati wa kukomesha uchokozi unaoendelea. Hamas imetangaza kuwa itamwachilia mateka wa Israel na Marekani Edna Alexander aliyekuwa akiaminika kuwa mateka wa mwisho mwenye uraia wa Marekani huko Gaza ambaye, ambapo ni sehemu ya juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano hayo kati yao. Uamuzi huo unafanyika kabla ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump katika Mashariki ya Kati siku ya Jumanne. Nchi ya Hamas imesema pia imekusudia kuwezesha mpango wa kuingia kwa misaada ya kibinadamu vilevile. Ikumbukwe Gaza imekuwa ikizungukwa na Israel kwa siku zisizopungua sabini. Asante Muhammad, kwa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kwa kupitia msemo wa leo kutoka kwake Yasin Karim. Karibu mtazamaji wa UoI Digital, karibu kwenye kipengele adhimu kabisa, kipengele cha msamiati wa leo. Na leo tuko na neno husuma. Je, unafahamu juu ya msamiati huu? Twende tukawatazama wanafunzi chuo kikuu cha Iringa, wakijaribu kutuelezea wao wanafahamu nini juu ya msamiati huu husuma. Husuma. Husuma. Husuma. Kwa mfano, ile hali ya mtu mtazamaji wa UoI Digital yeah. yeah! sade... ta... tum, in tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kutwambia wanafahamu nini juu ya msamiati huu husuma, na tumeona wengi wao wameshindwa kuelewa maana halisi ya msamiati huu, lakini maana halisi ya msamiati husuma ni ile hali ya kumfanyia mtu ubaya, fitna mbalimbali, hali hiyo tunaita ni husuma. Nataka nikuache na sentensi inayosema kwamba ni Yusufu alifanyia uhusuma baada ya kushindwa kumrudisha fedha yake. Naitwa Karimu Yasin, ni UoI Digital, tuwabariki kidigitali. Nami na namina sentensi inasema, inayosema Rose ni binti mwenye tabia ya husuma. Naam, na hii ndio maana halisi ya msamiati husuma. Mtazamaji wa huu, ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote wanaofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa nasi tuka mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho, upanda wa majaliwa uliko nami. Angel Msele, asante na kwaheri.